Labda akawe mama wa familia na sio rais wa nchi. Hii ni kauli iliyosemwa kumhusu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu ambapo wengi wameibeba kama Mheshimiwa Rais kutakwa kuyaachia madaraka na kurudi kuwa mama wa familia ya kawaida. Hii ni Mseto Media na mimi ni Teresia Alfred. Hakikisha haupitwi na habari zetu nzito na za ndani kama hizi kwa kusubscribe. Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan ni kama ametakiwa kwenda kupumzika na kuachana na majukumu makubwa ya nchi. Je, hayo yanasemwa na nani? Na lipi ni sababu? Tuanzie hapa hivi karibuni katika matukio yaliyozua mjadala mkubwa mitandaoni mojawapo ni ile ya Sheikh Alhad Musa Salum ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania JMAT kuibuka na kauli nzito iliyoacha wengi midomo wazi Sheikh huyo akiwa ziarani kwenye soko jipya la nyama choma huko kumbi la Mboto vingunguti jijini Dar es Salaam alitoa onyo kali kwa wale wote wanaomwombea mabaya mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake ya Mei 23 mwaka 2025, Sheikh Alhad alitamka wazi kuwa yeyote atakayemtamkia mabaya Rais Samia na kumwombea Mungu ampige na kiharusi, na yeyote atakayemtakia mabaya mama huyo Mwenyezi Mungu ampe stroke ya hatari. Semeni amin. Yoyote atakayemuandama mama huyo kumtakia shari. Mwenyezi Mungu ampe kiharusi kikubwa sana. Semeni amini. I amini haitapotea. Utapata stroke, utapata kiharusi na utakaa chini ili Watanzania waendelee kupokea maendeleo ya Daktari Samia Suluhu. Kauli hii ilionekana kuamsha hisia kali za watu mitandaoni huku baadhi wakiunga mkono na wengine wakipinga vikali wakisema ni kinyume na mafundisho ya dini yenye kusisitiza kusamehe. Sheikh Alhad ambaye ni miongoni mwa viongozi wa dini wanaoheshimika sana nchini, alisema kuwa ni jambo la aibu kwa Watanzania kumwombea mabaya ya kiongozi wao hasa wakati huu ambapo taifa linafanya jitihada kubwa za maendeleo. Aliongeza kuwa badala ya kulalamika au kulaumu ni bora wananchi wakashiriki kwenye maombi ya kumwombea rais awe na afya njema na hekima ya kiongozi wa nchi. Kauli hiyo imepokelewa kwa hisia mseto, huku baadhi ya watumiaji wa mitandao wakisema kuwa viongozi wa dini wanapaswa kuwa daraja la amani na si kutamka laana. Wengine wanasema kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kumlinda na kumwombea kiongozi wao, lakini pale anapowajibika kwa ajili yao. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa siasa wanasema kuwa kauli kama hizo za laana haziwezi kusaidia taifa, bali zinagawa wananchi. Wanasema badala ya kuwatishia watu, viongozi wa dini wanapaswa kuelimisha kwa upendo na, na hoja zenye mashiko pasipo kuwatukuza viongozi, wakijua viongozi ni watumishi wa wananchi na sio waabudiwa. Video ya Sheikh Al-Hadi ilisambaa mitandaoni, imebua mijadala mikali, huku wengine wakimtetea kwa kusema alitamka hayo kwa uchungu na kuona watu wanakosa shukrani wakati taifa likipiga hatua, lakini pia watu wengine wakihoji na kuuliza ni hatua zipi sasa. Kufuatia hayo, aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini kwa tiketi ya chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema God bless Lema ameibuka juu ya hili huku yeye akisema kama watu hawapendi mheshimiwa rais asemwe, basi achie uongoze na kwenda kuwa mama wa familia. Godbless Lema kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, ameposti picha ya mheshimiwa rais na shehe huyo na kuandika na nukuu, Rais Samia ndiye kiongozi mkuu wa nchi, ataendelea kuandamwa kila kona kwa kila tatizo la nchi anaweza kukwepa kuandamwa tu kwa kuchagua kuwa mama wa nyumbani kwa hiari yake. Ni wajibu wake kuongoza nchi katika unyoofu na haki, ndipo wema wa Mungu tamfuata. Acha kutisha watu, kwa sababu neno hili umelisema kwa hila bila kuzingatia uadilifu wa kweli. Basi mimi narudisha pigo la kiharusi kwako, na watu watamuona Mungu katika ukuu wake. Hayo Lema aliandika na kumwambia shehe huyo ambapo jibu la Lema limezua hisia mseto, huku baadhi wakimtetea kwa kutetea uhuru wa mawazo na wengine wakimshutumu kwa lugha kali isiyopaswa kwa kiongozi wa dini. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali au viongozi wa juu wa dini kuhusu mvutano huu wa maneno, lakini mjadala unaendelea kushika kasi miongoni mwa Watanzania. Mimi ni Teresia Alfred na hii ni Mseto Media channel yenye kazi ya kukuletea taarifa usizoweza kupata kokote. ni kusii, hakikisha umesubscribe, hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare Mseto Media. We connect everywhere.